Usiogope kelele za watu hata siku moja, zingatia kilichoko nyuma ya hizo kelele, ndo hapo uamue kwamba uogope au uchukulie poa. Ni kwa sababu sio kila kelele inakuwa na madhara, nyingine tu ni sauti za kawaida, ila zimeongezewa nguvu, wamezipaza tu sauti zao. Lakini mara zote inabidi uzingatie kwamba kila sauti na hata kila kelele ina chanzo chake, inabidi uweke nguvu kwenye hicho chanzo. Kwenye hii video naenda kuongelea ni kwa nini unatakiwa kuweka umakini sana kwenye maneno yanayoongelewa na siyo sauti unayoisikia kwa mtu, kwa sababu ukweli na ujumbe wote unakaa kwenye maneno, siyo sauti. Sauti inaweza ikatumika kuficha kilichowekwa nyuma, na nitaenda kuongelea madhara yanayotokana na kukosa umakini kwenye kusikiliza kinachoongelewa na ukaweka akili yote kwenye sauti. Sasa tuongee ni kwa nini hutakiwi kuogopa kelele ni kwa sababu kelele zinaficha kilichoko nyuma ya akili ya mtu, kilichoko nyuma ya maneno yake. Kuna wengine ambao wanapiga kelele za uoga, lakini wanazificha kwenye sura ya ujasiri. Ukimwangalia usoni, utaona ni jasiri kweli, ukisikiliza sauti yake, ina nguvu sana, ila ukiyasikiliza vizuri na kuyachambua maneno, utajua kabisa huyu mtu anaogopa. Inawezekana anakuogopa wewe, lakini pia inawezekana anakiogopa kitu kingine. Angalia sana hayo maneno, sio sauti ya kupayuka, wala sio sura yake. Kuna baadhi ya watu wanaongea sana, sio kwa sababu wanajiamini, ni kwa sababu wanajaribu kuficha udhaifu wao. Kwa hiyo ukiishia tu kwenye kuangalia zile porojo nyingi, tiralila nyingi, unaweza ukasema huu jamaa yuko vizuri, anajiamini, natamani niwe kama yeye. Kumbe ndani yake, ukisikiliza vizuri maneno, ukayachambua, utagundua huyu mtu hajiamini huyu mtu anajaribu kuficha udhaifu wake. Aina nyingine ya watu niyi hapa ni watu ambao wanakupinga kwa nguvu sana, lakini si kwa sababu umewafanyia kitu kibaya au wewe ni mtu mbaya. Wanakupinga kwa sababu kila unachokifanya kinawakumbusha mapungufu yao unaweza ukakutana nao ofisini kwenye biashara, unashangaa mbona wananichukia, mbona wanakuwa na upinzani mkubwa kwangu. Huelewi ni kwa nini, na kila ukijiangalia, unagundua kwamba hakuna jambo baya umewafanyia, na ukitaka kusuluhisha hawakupi hiyo nafasi, wanaendelea kukupinga zaidi. Ni kwa sababu gani? Matendo yako mazuri, hatua zako nzuri zinawakumbusha kila mara kwamba kuna sehemu wenyewe wanapungukiwa. Na kuna hii aina ya watu ambao kwenye midomo yao wanaongea kwa sauti sana, wanapayuka muda wote, wanatumia nguvu sana kwenye maneno yao. Ni kwa sababu gani? Wanajaribu kuficha zile sauti nyingine ambazo zinawashtaki ndani yao kila siku. Mtu akifanya jambo baya na akalificha akakaa nalo, nafsi inamsuta dhamira yake inamshtaki kila mara, hiyo sauti inapiga kelele sana ndani yake. Kwa hiyo mara ngine unaongea na mtu unashangaa mbona anatumia nguvu kuliko anavyohitaji? Ni kwa sababu kuna sauti nyingine anahisi kama inapishana naye, inapingana naye ndani yake, inatumia nguvu kuliko yeye, na yeye anapandisha sauti ili aishinde. Unaweza ukadhani anashindana na wewe, unaweza ukadhani anakuchukia, unaweza ukadhani labda hasikii vizuri, lakini una kitu anakisikia ndani yake, na anajaribu kukigandamizia huko huko ndani. Sasa wengine wanafikia hatua ambayo hawakufichi, wanaongea na wewe moja kwa moja. Mfano, inatokea mtu anakufuata anakuambia wewe hufai kabisa. Ukishaona mtu anakufuata moja kwa moja anakuambia wewe hufai, wewe ina maana uwezo wako unamkumbusha kila mara mapungufu yake aliyo nayo, matendo yako, unavyofanikiwa unamkumbusha kila mara kila kitu alichokifanya na akashindwa. Kwa hiyo akikuambia hufai, usiogope unafaa na baadhi ya watu wengine, anakuonyesha dharau waziwazi mbele ya watu, anasubia watu wengi wako hapo, anakudharau kwa maneno, kwa vitendo. Inatokea maofisini, bosi mkubwa kabisa anamwonyesha dharau mfanyakazi mmojawapo mbele ya wenzake. Unaweza ukajisi vibaya, lakini ukichunguza kwa ndani, tatizo sio wewe, tatizo ni yeye. Ni kwamba unafanya vizuri na huyo mtu anakukubali kimyakimya, na inawezekana pia anakufuatilia chini kwa chini lakini hataki kuonyesha kwa watu wengine kwamba wewe umemzidi na umemtangulia. Na mara nyingine unaweza ukawa na watu na ukaona wanakuchekea tu vizuri usoni, ila ukawa na mashaka na kukuchekea kwao. Ni kwa sababu wakiondoka kwako huko nyuma wanakusema vibaya, ndo maana mkionana wanajitahidi kuchekacheka ili waonekane ni wazuri, na wakirudi waendeleze ubaya wao. Sasa usipoyajua haya yote kuyaangalia, usipojua kuwasoma vizuri watu kwenye maneno na sauti zao, unaweza ukapigwa. Kuna madhara yanaweza yakakupata, mojawapo ni kwamba unaweza ukajikuta unawaamini watu ambao ulitakiwa uishi nao kwa tahadhari, unawafungulia milango uweze nyumbani kwako, na unaweza ukawakabidhi wabaya wako ufunguo wa maisha yako yote, unaweza ukawakabidhi siri zako zote. Ni kwa sababu wanavyoongea, wanavyocheza na sauti zao, unadhani ni watu wako kumbe sio watu wako. Lakini mara nyingine kwa sababu baadhi ya watu ni kama wanatumia sana nguvu, wengine wanapayuka, wengine wanatumia sauti kubwa, unaweza ukawakimbia ukidhani kwamba ni wabaya, kumbe sio wabaya, ni kwamba wana mapungufu ndani yao wana vitu ambavyo wanahisi haviendi vizuri, na wewe kwa maisha yako mazuri na mienendo ulionayo inaleta madhara kwao, ambayo hayatokani na nia mbaya. Ni kwa sababu wao hawajiamini kwa, unatakiwa kuwajua hawa, unatakiwa kuzijua kelele na usizikimbie, ila ujue namna ya kuishi nazo, kwa sababu mara nyingi kelele zinaficha mapungufu kwa mtu mwingine. Unaweza ukapata nafasi ya kumsaidia ukiweza kumwelewa, lakini pia unaweza ukapata nafasi ya kuchukua tahadhari. Kwa hiyo haya ndio mambo unatakiwa kufanya: zijue kelele za watu, zisikilize vizuri, zitambue na usizikimbie, zielewe, zisome na mara zote zitumie kujua chanzo cha tatizo nyuma ya hao watu wanaozitoa hizo kelele. Lakini pia usidanganywe na ukimya, kwa sababu inawezekana nyuma ya ukimya kuna kelele kubwa sana ambayo unatakiwa ufahamu na uisome chanzo chake ni nini, ili uamue kama uishi kwa tahadhari au uwasaidie hawa watu. Kwa hiyo, haijalishi kama ni kelele au ni utulivu ni kimya, unatakiwa mara zote kujua namna ya kuzisoma alama. Zisome alama za nyakati vizuri sana ili zikupeleke kwenye chanzo cha tatizo, na ujue kama utalitatua au utaishi nalo kwa tahadhari. Na siku zote usisahau, piga hatua moja ya maendeleo kwenda mbele kila siku. Na asante kwa kuiangalia Lenzi, mimi naitwa Michael.